Mapenzi si lele mama, bali darasa la maisha, na hapa Dear Daizo anakupa funzo kwa bidii. Kabla ya kulia machozi, jifunze njia sahihi. Karibu sana na subscribe uendelee kujifunza. Sababu za kufika haraka kileleni ongeza njia tano za kupona baada ya punyeto Dear Daizo. Karibu sana kwenye channel yako pendwa Dear Daizo Love Line. Leo tunaangazia jambo ambalo linaathiri wanaume wengi sana, kufika haraka kileleni, hasa kwa wale waliowahi kuwa watumiaji wa punyeto kwa muda mrefu. Kama wewe ni mmoja wao, usihisi aibu, hili tatizo lina suluhisho. Dalili za mwanaume anayefika haraka kileleni: moja, anahisi hamu kubwa sana mapema mno kabla hata ya tendo kuanza. Mbili, hushindwa kuhimili zaidi ya dakika moja i mbili wakati wa tendo. Tatu, hupoteza hamu ya kufanya tendo baada ya muda mfupi. Nne, huhisi aibu au kukosa ujasiri mbele ya mpenzi wake. Tano, huanza kujiepusha na tendo kwa kuhofia kushindwa. Sababu za tatizo moja, historia ya kupiga punyeto kwa muda mrefu Mbili, msongo wa mawazo na hofu ya kushindwa. Tatu, kukosa mazoezi ya mwili. Nne, lishe duni na kutokunywa maji ya kutosha. Tano, kutokuwa na mawasiliano mazuri na mpenzi wake. Njia tano za kujiondoa kwenye tatizo hili: Moja, acha kabisa punyeto. Punyeto inaharibu mfumo wa hisia zako na kufanya akili iwe na hamu haraka kuliko mwili. Kuacha ni hatua ya kwanza muhimu. Mbili, fanya mazoezi ya ptimuscle kegel. Yanaimarisha misuli ya nyonga na kusaidia kudhibiti muda wa kufika kileleni. Tatu, jifunze kupumua vizuri wakati wa tendo. Kupumua kwa kina husaidia kupunguza hamasa ya haraka. Nne, mazoezi ya stop and start wakati wa tendo, simama kidogo kabla hujafika kileleni, halafu endelea tena. Hii husaidia mwili kujifunza kujizuia. Tano, kula vizuri na epuka msongo. Lishe bora inayojumuisha mboga, matunda na maji mengi husaidia mfumo wa mwili kurudi sawa. Pia lala vizuri na epuka stress. Ushauri wa Dear Daizo, usione haya kutafuta msaada. Wanaume wengi wanapitia hili kimya kimya. Kama unajifunza na kubadilika, unaweza kurudi kuwa mwanaume mwenye nguvu na uwezo wa kuridhisha mpenzi wako. Tafuta usaidizi wa kitaalamu pia kama hali ni mbaya. Kama umejifunza kitu leo usisahau kusubscribe kwenye channel yako Dear Daizo Loveline, bonyeza kengele na uache comment. Tuendelee kujifunza pamoja. Kama ulihisi somo limekugusa basi moyo wako unahitaji mengine zaidi.